Mimi nakumbuka kama miaka mitatu iliyopita, tena kipato kwa kidogo kabisa, nikajaribu kuagiza bidhaa zangu Alibaba kutoka China. Guess what, niliagiza nini? Niliagiza smartwatch zile za kike. Watu ambao wamenifuatilia muda mrefu wanafahamu zile smartwatch. Niliona kwa bei ndogo sana Alibaba, zilikuwa zinauzwa shilingi elfu kumi na saba zile za kike, nimeziweka hapa ambayo zinapita. Nilivyoziweka nilivyoona elfu kumi na saba halafu huku zinauzwa shilingi, zilikuwa kipendekezo shilingi elfu sitini jumla elfu hamsini nikazichukua kama pisi nilichukua kama pisi kumi laki na sabini nililipia zikafika bwana zile smartwatch zilivyofika zilikuwa ni nzuri vile vile kama ambavyo zinauzwa shilingi elfu sabini na hiyo ikawa ni experience yangu nzuri kabisa nikaziuzaga nilivyouzaga bei ndogo tu elfu hamsini hamsini nikawa nimetengeneza laki tano kwa hiyo hiyo shilingi laki moja ni elfu sabini Ofkozi pia usafiri, kwa kila moja nilipia karibia shilingi elfu mbili elfu mbili nakumbuka, kama si elfu mbili basi elfu mbili mia tano lakini nakumbuka nikatengeneza laki tano na hapo ndio ujanja, ukaanzia hapo. Nikaanza kuwafundisha watu wengine, kwao mimi pesa nikaanza kupata from uagizaji wa bidhaa China. Ile experience yangu ikanisaidia pia kuwa na share experience kwa watu wengine kwa hiyo hiyo experience yote na yale makosa muda mwingine, ambayo nimeyafanya, lakini pia makosa ambao watu wengine wameyafanya, na ufaulu ambao wa watu wengine wameupata kupitia uagizaji wa bidhaa China, ikiwa ni pamoja na kujua makadirio ya usafiri, vyote nimekuwekea kwenye hiki kitabu, na kinapatikana kwa shilingi elfu thelathini tu kwa bei ya ofa baadaye ya shilingi elfu hamsini kipo dukani kwetu makumbusho plaza ofisi namba ishirini na sita lakini pia kama uko mkoani utakipata hayo mambo yao sijui kuna matapeli nini kwa sababu haujajifunza namna ambavyo unaweza ukakadiria uh, ubora na kitu ambacho unakihitaji pamoja na usafiri kipata hiki kitabu nimeokea hapa namba nipigie uweze kupata hiki kitabu kwa bei hiyo tu